Duniani kuna njia nyingi sana unaweza kufanya kimaisha, ukatoka. Tanzania kuna kijana mmoja aliamua kwamba akire, akirekodi vichekesho kwenye simu akatuma kwenye WhatsApp itakuwa ni njia ya kumtoa, na kweli imemtoa sana kwa mdau hapa ambaye sasa hivi jamaa anaela kutosha kupitia vichekesho vyake. Tunaongea naye kutoka alivyoanzia kama msoma Qurani kwa, kwa mwigizaji maana mara giza teja maana ao giza hivi, tuongea naye atuambie, nakuwaje na jinsi gani anavyotumia sana yake kuweza kuwasaidia vijana ambapo anapoishi. For the money, the change of money. Bila kuleza muda mwingi sana, kama nilivyofungua mbele nikwambia, uh, ni mgeni wa leo ni mtu ambaye nikisema kwamba yeye tu ni mchekeshaji wa kuitoshi, sababu vitu vingi sana ambao anavifanya, lakini nitamwacha yeye mwenyewe aongee, atuambie. Karibu Mkude Simba. <coughs> Kwa kwanza, Mkude Simba Kitale nani ni nani? Mkude Simba nani na Kitale, Kitale nani? Mkude Simba ni mshikaji tu fulani ambaye Yuko katoka Morogoro uko polini. <laughs> yeah. Mshamba mshamba lakini anajifanya anajua sana mm. Kitale ni mtu ambaye kazaliwa mjini, ni mjanja mjanja sana, lakini kwa bahati mbaya ujanja wake anatumia madawa kule hasa <laughs> yes. Katika watu wawili um, kuna mashabiki wako ambao labda wanajua bani watu tofauti au tofauti, mimi Musa. Mm. Musa Musa Yusuf, Musa, Musa Yusuf. Mm. Musa amemzaa Kitare <laughs> Kitare amemzaa Mkude mm. Lakini Mkude alianza kabla ya Kitare. Katika hao wote wawili nani ndio ambao anapata hela zaidi kuliko wote? Hao wote eh, yeah. Wanapata hela kutokana na nafasi zao mm. Unaelewa? Sababu Kitare anadili sana na movie yeah. Mkude anadili sana na kutengeneza comedy za kuchekesha kupitia kusikia. Kwa hiyo Mkude ana kipato chake, Kitare pia naye ana kipato chake bosi wa mwisho ambaye apeka hela nyumbani ni Musa Yusuf. Musa anapokea <laughs> Kitale analeta yeah, Mkude analeta, Bwakila analeta. Jamani, kwanza huyu ndio Mkude Simba mwenyewe. Unajua watu wengi sana walikuwa wanajua sauti yako kabla kujua sura. Ni kweli mwanzoni, hmm. Tulivyoanza yeah, sikutaka mtu anijue. Kwa nini? nilihisi kuna kitu kinaweza kikafeli <laughs> nikamwachia Mkude, kila mtu akawa naye kwenye simu, lakini alikuwa ajina nani? Afu mwisho wa siku nikajitokeza mimi mwenyewe Bwana Mkude ndio mimi. <laughs> ile wazo la la, la kufanya vichekesho kwenye simu kwenye hii sauti, afu na watu wanatumia kwenye simu, ulipata wapi? kuna kitu kingine, mtu unaweza ukakaa tu ukafikiria, idea ikaja, ukatunga mm. na kitu kingine Mungu tu anakuletea aidha ukiwa usingizini au ukiwa unatembea au ukiwa toilet. <laughs> <laughs> Ndio, ndio, mawazo yapotoka sana huko <laughs> <laughs> mm. kuna nafikiri hata wazo la, la, la, la, la, la mkude lilikuja wakati nilikuwa nimetulia sana nikiwa nipo kwenye usingizi afu sipo kwenye usingizi yeah, mtu ambaye kama kalala fajalala anafikiria kitu ambacho baadaye kitakuja kuwa kitu kikubwa mm. Lakini licha hivyo Mkude pia ni mtu wa wa Mruguru. Mm, Musa mtu wa Mruguru. Mtu wa Mruguru. Mtu wa Mruguru. Pia baba Mruguru, mama Mruguru. <laughs> Kwa maana ya kusema kwamba Mkude alikuwepo kabla ya, ya Kitale, kwa maana kwamba Mruguru alikuwepo kabla ya teja, kabla ya msela kita, kabla ya msela wazovu kujia. Hebu niambie zaidi wazovu kujia, yani uliwaza kwamba kitu bwana, nifanye fanyeje, Abdallah, na ukahisi kwamba itafanikiwa ukawa, bwana, hii inawezekana kweli? ili koje kuwaje? Mwanzoni nilikuwa naona watu wanaigiza kiuguru, lakini mimi mzaliwa kabisa wa nyumbani ni mi Uguru, milimani milimani kabisa. Kwetu soma Tombo, Kolero huko kabisa. Mnaona mpaka kigimbi kinaonesha kwamba mtu ni milima, umezoea <laughs> umeona bwana yeah. Wakati watu wanafanya mm, kuna makosa ambayo mimi nilikuwa nayaona kwa kuanzia mwanzoni, unajua kwamba kitu tu kufanya baadaye. yeah, yeah, yeah, yeah. Hata, hata ukifuatilia katika wanaoigiza uteja mm, mm. Mimi nilianza kuwaona kabla ya mimi kushiriki, lakini nafasi fursa ambayo niliyoitumia mimi kwamba kuna vitu nilikuwa na vijua wao hawavijui, unaelewa kuhusu uhusu uteja kwa hiyo kwa nilivyoingia, hmm. nikawa nafanya vitu tofauti muda huo. Wakati unapata wazo la, la, la Mkude Simba ulikuwa kwa Morogoro huko Dar es Salaam? Mkude Simba tulikuwa tupo sehemu moja inaitwa Kilwa, Kilwa muda huo. ah. unafanya kazi gani? kabla ya nilikuwa nimeenda kwenye show kipindi kile, ili dude ndio imeiti sana. okay. ili dude noma, nafikiri kama nilikuwa na mdogo wangu baoa uh, lakini hiyo idea ilikuwaga nyuma tu kitambo sana, lakini tuikaa kwa ajili ya kuiboresha mara nyingi sana. Mtu akiwa hasa na vijana, mtu akiwa akiwa na wazo baadaye akapata hisi kwamba ile wazo bwana alifanyia kazi au ile wazo halitoweza kutendeka au baadaye mtu anaamua ana give up, bwana anapuuzia. wewe nini kufanya mpaka uweze kukomalia ile wazo lako la Mkude Simba mpaka ikaja kuja kujulikana kiasi hicho. Unajua kila ndoto sio hmm tu nafasi unaweza ukawa na ndoto ukapata nafasi usiwezi kufikia zile ndoto zako hmm. na unaweza ukawa na ndoto ukapata nafasi ukafanya jitihada ya kujituma kwa kuitumia fursa kwa wakati uliopo, basi kile ambacho ulichokuwa nakifikiria kabla ya kukifanya kitafanikiwa. Najua kila kitu kitu kinaanza na wazo, baada ya hilo wazo ndio inakuja inakuwa kitu. Wazo ukiwa nalo mtu au kijana mwingine yote ambao kufanya kazi, pesa ni muhimu ili ifanikiwe. <coughs> Kila kitu kina nafasi yake kutokana na wakati. Kuna muda pesa inahitajika ili uweze kukamilisha wazo, na kuna mazo mengine yanahitajiki pesa kwa ajili ya kukamilisha wazo. Mfano Mkude Simba. Mkude Simba kabla ya kumuingiza studio kurekodi, tulianza kujirekodi kwenye simu. Na mdogo wangu Stanley Bakora tuko tu kwenye gari, tunazima gari, sometime tunaanza kujirekodi, umeelewa? Kwa hiyo tukijirekodi tukiona nzuri, tunaanza kuzituma kwa WhatsApp. Kwa hiyo ilivyoenda ili baadaye ilivyokuwa na wigo mkubwa na kila mtu kuona kwamba hiki kitu kinatakiwa kiboreshwe, mm. Kwahiyo watu ambao walihisi kwamba tunaanza tukiboresha hiki kitu tukakiamishia upande fulani, jambo letu likawa kupitia kitu fulani, wakatuita, tukashirikiana mawazo, watu wengine wakajia mawazo kwa ajili uh, ya kuboresha, kuboresha, ili kama kile kitu kilikuwa ni bidhaa kitoke kwenye bidhaa kiende kwenye brand. Ya kwanza kurekodi kwa eh, ilikuwa ni ya Diamond Platinum, yeah. Uh, Diamond, Mkude alikuwa na shida na Diamond, alikuwa ameandaa event yake huko Matombo <laughs> akawa na mtaka lakini <laughs> na mtu aliyempigia, ndo stani bako, namba iko karibu na Diamond kidogo. Unajua Mkude, labda nikuambia kitu kimoja, Mkude hayupo, yani hakuna anayemjua Mkude. Okay. Mnaelewa uh-huh. Kila mtu Mkude anamsikia na kila mtu kamtengenezea imeji yake, tuwe tuwe sawa. Leo hii mtu akihapa, anamtazama Musa ndo anaongea. Ukimleta Mkude katika hali hii, kuna mtu ana imeji yake, utamuondoa. Umeelewa? Ni bora tu aendelee kumsikia Mkude a vitu vingi sana, mtu wangu. Wewe mchekeshaji, wewe pia unaimba. Mimi naimba, mimi mtunzi, mimi director, mimi actor, vyote vyote. Umepita muda gani unafanya vyote hivyo? Sio ishirini vitu, kimfano movie kwa mwaka, anafanya movie tatu, kila mwaka. Kila mwaka nafanya movie tatu. Anasambaza? Nasambaza mimi mwenyewe <laughs> anacheka umetuma pesa eh? Toto na, mm. Wengi wanasambaza na baadhi ya makampuni ambayo mbayo tunaona Kariakoo, anasambaza anisambaz mwenyewe, mi sijawahi kufanyaga biashara na mwendo, sijawahi kufanyaga, sijawahi kuwaza, naona wasanii wengi wanalalamika kwamba wanazulumiwa. umeishi Tandale? mimi naishi Mwananyamala, ila mm -hmm. sisi tupo karibu, yaani kinachotenganisha ni mto mto gani? Dai mto, mto ngombe, ah, okay. mto ngombe, yani mto ngombe ukiwa huko Mwananyamala ule uki mto ngombe huko tandaa tandae uh -huh. Kabla ya yote haya ulikuwa unapiga shughuli gani, kabla ya kuigiza, kabla ya kabla muziki? Nasoma Qur'an kwa soma Qur'an hmm. Kama shehe kabisa <laughs> <Okay. laughs> uwezi kuwa shehe bila kusoma Qur'an. Naweza ukawashe ukaitwa kwa sababu umevaa kanzu na baraka shehe. Kwa hiyo wewe kwa hiyo unasoma Quran shehe kabisa. Mimi nimeanza kusoma dini kabla ya vitu vyote kabisa. Familia yetu sisi Ae. ipo katika dini sana Ae. kuliko kitu chochote kile. Sasa katoka kwenye dini kaka Usela, wewe ulipata wapi? Ah, unajua hata alimtazama kabla ya kuniona live Ae. alikuwa na imeji yake kwa Kitale kila mtu alihisi kwamba Kitale ni mtu fani, avuta bange sana, Kitale teja, Kitale hivi na hivi na hivi, lakini mm, mimi ndio nilikuwa najua ninachokifanya, manaelewa kwamba niliweza kumtenganisha Musa na Kitale. Lakini unajua mara nyingi sana mtaani watu watu wawili, mm, akimwona Musa anajua huyo Kitale. Ah uh, sasa kuna yule anayetenganisha baada ya kukuona mm na kuna yule ambaye anazalisha kitu kipya kwa sababu anakutazama na mwisho wake unaishia pale, yani hamjawahi ya kuonana hmm. Yani kwamba yeye ameishia kukuona tu kwenye TV hivi. Yule naye pia ana image yake na anata, ana tafasiri yake juu. Kuna mtu mmoja kishakuona mtaafu na akakogopa fulani hivi. Mara nyingi wanaoniona huwa hawaamini kwamba ndio mimi, kwa hiyo nampa mtu nafasi ya kunikaribia kuweza kuniuliza. Ah, uh, mwaamini kwa sababu gani? Yani. Kwa sababu wametengeneza image nikikutana na kitale. <laughs> Atakuwa hivi yeah. Kwa akija kuniona katika muonekano mwingine, nampa nafasi ya yeye kunikaribia kuniambia, ndio wewe, sisi amini macho yangu mm. Familia, familia wanaishi na Musa walielewa. Ah, wanajua kabisa kwamba huyu ni Musa yule tunayemwona ni Kitale. Uh, jinsi unaoweza kuigiza vizuri uh, Kitale, ni kwamba maisha yao mateja uliwaona mtaani kwenu au vipi? Ilikuwa nyumba kwa kuigiza vile. Mwananyamala, anapokaa mimi, ukifungua mlango tu kama utakosa mateja wawili kwa kukuta pale nje, basi utakutana na watatu au mmoja. Sio rahisi Mwananyamala utembee ndani ya dakika tatu au mbili usikutane na mtu ambaye anatumia kwa kilevi lazima utakutana na mmoja wapo tu. Kwa nini? Kwa sababu Mwananyamala ni sehemu mazingira yake jinsi yalivyo ni ni ni, ni, ni, ni uswahilini sana, na watu wameamini kwamba kufeli au kuto kupata pesa, mbinu sahihi ya mimi kuweza kuondoa stress ni kuvuta bange au kutumia madawa ya kulevya. Kimadawa kulevya ni gharama vile vile. Ni gharama. Mm, lakini kwa mteja sio gharama. Mteja anafanya kazi kubwa kuliko wewe unajua, eh? Mm. Mm, yaani kazi yako unaifanya hapa kwa siku mm. ni kazi ndogo sana. Yaani kama angekuwa analipwa mshahara mteja ilibidi alipwe mara mbili ya wewe unaolipwa hapa. Kwa nini nasema hivyo? Mm -hmm. Mteja kete inauzwa elfu mbili mia tano mpaka elfu nne inategemea kuna takataka na kuna ile yenyewe li umeelewa vizuri mm. kuipata elfu nne kwake mteja kwa siku wala sio tatizo, kwa siku elfu nne sio tatizo. Oh. Lakini kuna mtu anafanya kazi kiwandani, tena kiwanda cha chuma, lakini anaweza kapewa kwa siku elfu tatu na mia nane, na tena anakesha usiku mzima, lakini teja anaweza kaipata shilingi elfu nne au elfu kumi kwa siku kwa muda mchache sana. Hii si ndio kibaka wenyewe huo? Ukiachana na kibaka mm, kuna mtu anatumia madawa ni kibaka, na kuna mtu anatumia madawa sio kibaka. Yeye anapita tu anaokota yale makopo yake mona, yale makopo kwa kutwa, akipata kilo zake nne, ina maana ana kitu kama elfu... no. Kuna kipindi cha kati alikuwa anauza buku, sasa hivi kitu kama elfu moja na mia tatu au mia sita kilo mm. Kwa hiyo kuna kuta watu wengi uswahilini wanafanya kazi kwa ajili ya watu ambao wanauza ono... madawa ya kulevi. Uh, ni yaani, muda mwingi wanatumia afanye kazi ili aende kupata mambo. Hii karakta ya Kitale imesaidia kuonyesha matatizo haya ya uteja na pia kuelimisha au imeweza kuchochea hali hii, watu una poa tu, hata mtu akiwa mteja ni, ni fashion miaka mitano nyuma, iliyopita asilimia ya watumiaji wa madawa kulevya alikuwa wengi sana elfu mbili na kumi na nne, elfu mbili na kumi na tano. Kuna asilimia kubwa sana ya utumiaji wa madawa kulevya imepungua. Kwa hiyo nafasi fursa aliotumia Kitale kujivesha uhusika kama naye ni muhusika wa utumiaji wa madawa kulevya imeleta kitu watu kujifunza kupitia Kitale. Kwa hiyo, kuna watu wameacha kabisa, wako kwenye dozi wanatumia methadone. Mm. Lakini kwa sababu na wanapona, ale? Na wanapona. Kwa sababu walimwona Kitale anacheza anatumia, mwisho wa siku anatumia methadone anapona. Kwa hiyo watu wa mwanzoni walikuwa hawaamini methadone, kwa hiyo wa, kwa hiyo sasa hivi wanaamini kwa sababu wameona kupitia mtu fulani. Kwa hiyo wapo walioacha ambao mimi nawajua kabisa, najua huyo alikuwa anatumia kaacha mona na kuna wengine huwa wananifuata mimi, tunafanyeje, anachukua nawapeleka sehemu husika. Mpaka sasa hivi wapo ambao wanatumia dozi. Kama kundi labda, au ushirika au ushirika, ambayo unataka unafanya kwa saidia vijana wa mbawatu madawa au wewe wa wakija kwako unaweza unawekeza njia. Sina kundi wala sina shirika mm. lakini jicho la kwanza kabisa lazima watu wamuone fulani ambaye ni mimi, alafu mimi kama najuana na hao watu najua huyu mtu sehemu ya kwenda kumsaidia ni pale, okay. Pale. Lakini, kwa hiyo mimi nitamuongoza pale, lakini bado sijakuwa na hiyo nafasi ya kuanzisha shirika ajili ya watumiaji wa madawa ya, ya kulevya lakini Mungu akipenda itabidi nije kufanya hivyo. Sasa mimi nadhani inabidi kutumie mtu kama wewe. Eh, nafikiri yeah. Macho ya watu wote watu wanamtazama Kitale. Unaelewa? Mwanzoni mimi nilipenda jicho la serikali lilivyo mwangalia rais sana, sana. Lakini kwa bahati mbaya hawakuwa sahihi ingawaji walikuwa sahihi kwa muda ule, mm -hmm. Lakini hawakuwa hawakuwa sahihi kwa sababu gani? Kwamba waliyemtazama, sina imani kwamba kuna ukweli wowote anaojua kupitia madawa, kwa sababu kama kuna ukweli ambao anaojua, sifikiri kama unaweza kurudia iko kitu, maanaelewa. Mimi na marafiki zangu wako South Africa wanatumia madawa, wanajidunga, manaelewa, wengine wana smoke Unaelewa. Sasa hivi wameacha, wanaogopa na yani wana ile imani unajua, kama lasta yani, kwamba sili nyama unajua, ali kweli nyama ile lasta wa kweli. Alafu kuna lasta ambaye anakula nyama. Tukimzungumzia lasta anayekula nyama, lasta nyama <laughs> ni huyu ambaye ameonekana kwa jicho la kwanza, mm. na serikali. Tukizungumzia lasta ambaye hali nyama, mwenye imani kali, tunamzungumzia Kitale yeah. ambaye anatumia fursa ya kufanya kile kitu lakini hakitumii, haina sababu kwamba ulitumia ukaacha, ndio unaweza kuwaelimisha wengine kweli. waweze kuto kufanya kile kitu mazingira, tumbo umeisha ndani, ya lazima tuangalie kwamba macho ya Watanzania wanamwangalia nani katika hiki kitu. Kama ni kitale, basi kitale apewe tu nafasi yake, na nina uwezo mimi wa kuita watu wengi kuliko mtu yoyote yule. Ali na imani hiyo. Wewe uh, kuigiza umesomea au ni, ni kipaji? Mmoja mzee anacho. Hii ni, ni, damu ambayo ilienda kwenye elimu ya hii sana. Siku hizi watu wengi uh, vijana wengi wakitaka yani superstar au kujulikana, mtu anataka ile fasta fasta, ana, ana ulevumilivu. Wewe mtu kambali sana yeah. um, kwa nini watu siku hizi wanachukua ni kitu, mtu kujulikana au kufanya kitu fulani hata mziki au kuigiza kitu simple sana, mtazamo kila mtu anatazamia jambo kwa haraka yani, kwa kuhisi kwamba anaweza kufanya, manaelewa. Kumbe hakuna kitu kigumu kama sanaa yetu ambayo sisi tunaifanya, manaelewa, kwa sababu ukienda kwenye sanaa ya muziki kuna ugumu wake mkubwa sana na kuna wepesi wake mkubwa sana, manaelewa, kwa vijana wengi wanaokuja wakiishia njiani wakishakata tamaa ndio anakuja katika kutumia madawa frustration. Mituwa ya mtu inakuwa kama mtu ana stress, anahisi kwamba muda amepoteza mwingi au kuna hela alieka haijarudi au anafanya kitu anahisi kama anabaniwa, umenielewa. Kwa hiyo kutuliza zile stress, mtu anaona ngoja nile banki, hmm. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa vijana ambao wanatamani hiki ambacho tunachokifanya, kama kuna mtu anatamani kuwa kama Kitale, Asitazame kwa mtazamo wa haraka na kujitafasiri kwamba mimi naweza more than fulani, lazima afanye kazi, kazi au au tutafutane tupeane ushauri. Ulikuwa ni rafiki wa karibu sana na Sharo Milionea, au Seni Mketi au Seni Mketi eh, Seni Ramadhani Mketi, Sharo Milionea. Ndio kwa sasa hivi unaf unafanya, unafanya, nafanya kitu gani kuweza kumwenzi jina lake lisisauliki na sana yake lisisauliki, mchango wake kwa Tanzania. Uh, Sharo hili yasiweze kusahaulika, nafikiri kutengeneza misingi ya kuweka kitu kikubwa. Siku ambayo yamefariki tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi na moja Jumatatu saa mbili kama dakika ishirini na tatu ishirini na mbili Kwa hiyo huwa tunafanyaga hivyo kila mwaka kurudi nyumbani Tanga, kwenye kaburi la marehemu kumlemu ndugu yetu. Na Kitale mvu yote ambao labda unaribia kuitoa mvu ambao unafanya. Maana nikupigia simu kuniambia saa nane ndio SMS umepata saa nane, saa nane, saa nane na dakika kama 40 hivi usiku. Eh, so mtu halali au ni kutumia message ya kukupa taarifa kwamba nitachelewa. Ah, bia, bia. Kwa sababu ndio natoka kiwandani. Saa nane na dakika 43 hivi. Mm, mvu mimi nasambaza mwenyewe na mvu yangu ya sasa hivi ni shobodundo. Shobodundo. Shobodundo nimecheza na Stan Bakora batuli mm. Kuna brother wangu anaitwa Ahmed Nidezo, kuna Pinky wote pia nao mshiriki katika hiyo movie. Kwa jana wakati tuna tuna tuna, tuna chati mm. Mimi nilikuwa nipo kiwandani tuna tuna, tuna, tuna, <tuhi> tuna, uh. kuna, kuna nani katika wachekeshaji Tanzania au nje ambao wa wewe unawakubali sana? Mimi namkubali sana Mpoki, namkubali sana Joti, namkubali sana Majuto, lakini modo wangu Mpoki kwa nini Mpoki? nampenda sana <laughs> mkubali sana ujiwe minapenda hmm. yaani mtu hmm. najua kabisa huyu ana akili za kitimamu hmm. Lakini anapokuwa katika kazi yake na ukamtazama hivi, unasema huyu jamaa, unajua ana akili huyu. Kwa hiyo kuna muda ukimwangalia Mpoki yuko smart nini hmm. stand up comedy nacheza nzuri hmm. comedian ambaye kichwani mwangu huwa namfikiria hmm. sana kwa hiyo, ana maneno ya ana ujinga wake <laughs> maneno <yani>, <laughs> so <laughs> ya shombo nikiliangalia, naye sio hivi, yani anafanya kama kutafuta hela ni huku, jamani ndipo <laughs> mtu <mito>, anapoangalia <laughs> kwa haraka anatengeneza wazo lake na mtazamo <laughs> wa kuhisi kwamba anachokifanya Mpoki ni rahisi. Matokeo yake anaingia, anakuja kuona ugumu wakati ashapoteza muda. Napenda upatie, uh, sort of ushauri kijana ambaye anakuangalia sasa hivi mbali, labda ana haso na labda angependa ifani au labda kijana ambaye anaishi maisha uswazi labda au mm. popote pale alipo, lakini anataka anahangaika atoke kwa wote mm. analifanya yeye mm. um, wewe unajua ume, umeanzia mbali sana mpaka kufikia hapo labda mm. kumwambia nini? unaangalia tu kamera pale unaongea naye. Ah, mimi labda niseme kwa kama kuna kijana ambaye yupo tayari kwenye hii sanaa ambaye tayari ameshaingia anafanya hii sanaa na kuna watu hapo naye kikubwa ni nidhamu, kikubwa ni ubunifu, kuamini unachokifanya, kutunza ulicho nacho, kwamba muda wote kinaweza kafikia muda wake. Kila kitu ni wakati. Kama utakuwa unaelewa, unaweza ukaliwaza wazo leo, lakini likawa sio la leo, likawa wazo la kesho. Kwa hiyo ukitaka kulifanya kwa haraka liwe leo, utaweza kufanikiwa. ta moja, yani ya amini, tafuta nafasi

Na leo unaambiwa kwamba kwenye maisha usiridhike na, na ulipokuwepo. Na kama utakufanikiwa, unaambiwa lazima uruke, lazima ufanye kitu, lazima udiriki kufanya kitu, lazima ujaribu. Ukiogopa kujaribu kwenye maisha hautaweza kufanikiwa sehemu yote, kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Aidha kwenye biashara aidha kwenye maisha ya kawaida aidha kwenye kusoma kuchota nakifanya, nikwambia lazima uruke lazima udiriki kufanya kitu ambacho unajua kwamba ni kigumu, lakini ukiwa na moyo wa kuruka kufanya kitu kujaribisha, ndio jinsi mabadiliko yanavyofanyika, ndio jinsi unavyofanikiwa. Nitoa hayo nilo hapo.

katika chuo kikuu yeye kama mwanamke mweusi, mtu ambaye upo naye chuo kimoja, alikuwa ni dada moja kizungu ambaye akapiga simu nyumbani kwao kwamba, bwana, mama, mimi nimekaa chumba kimoja na mtu mweusi, huyu dada mweusi sitaki. Akawa analia kwamba ahamishwe hicho chumba, na kweli mwisho wa siku mama yake huyo, uh, dada wa kizungu, ambapo anasoma shule moja na, na, na Michelle Obama, ambao ni mke wa rais wa rais sasa hivi wa Marekani, akamhamisha huyo dada. Lakini sasa, hiyo miaka kama 20 iliyopita, sasa hivi mtu, dada ambaye alikupoa hamtaki chumbani kwake asikae naye chumba kimoja njo mke wa rais wa Marekani. Nadola kizungu yupo tu, ajaendelea popote. Kusimdharau mtu ambaye nakutana naye, waheshimu watu wote, na hata kama wewe unahisi kwamba muda wote mba unafanya kitu, unajaribisha kitu, mtu anakudharau anakuona kama vile haufai, huyo mtu baadaye ataja kukuheshimu sana. Lakini muhimu zaidi ni kwamba unachokifanya usiache, usikate tamaa, piga kazi mtu wangu ausio mpaka next time, naitwa Anganile Thompson, amani na upendo kwako, peace and love amout pamoja na usupasta so wote, ukisumbuasumbuliwa wewe eh. Unazingatia una dini sana ndio? Mimi nazingatia sana tuwa wazi hasa, ni sisi vijana inatumia vigumu sana kufikiria, si uh, in, vigum kuoa